Kwanza, hatua ya kwanza kabisa kama hivi ambayo tumefanya kwa mujibu wa kanuni, kwamba ukiandika matusi unaadhibiwa na adhabu yake ni kufuta matokeo, lakini pamoja na hivyo sio mwisho wa elimu, wanapewa fursa ya kurudia mtihani katika mwaka unaofuata, lakini baraza linachukua hatua mbalimbali mbali. moja ni kuziandikia barua taasisi ambazo zimewasimamia wanafunzi hawa, wakuu wa shule. Kwa hiyo tunawafuatilia kujua changamoto yao hasa ni nini, lakini pia kutoa mafunzo kwa wale wa madarasa ya nyuma wanaofuata hivi navyozungumza, baraza limefanya utafiti sasa rasmi kuhusu masuala haya ya matusi. Kama mnavyoona, eh, juhudi hizi za, za, za matusi ambazo tunachukua zinatusaidia zina, zina, zina, zina, zina, zina mwaka jana katika form 4 tulikuwa na walioandika matusi watano, mwaka huu wawili, lakini tumefanya tafiti sasa, tupo katika uchambuzi wa eh, matokeo ya utafiti huo, na pengine taarifa ikiwa tayari tutaitoa kwa wadau. Swala la matusi ni swala kimaadili lakini kwa upande wa taaluma ni kuhakikisha eh, ujifunzaji na ufundishaji unafanyika ipasavyo, kwa sababu tunaamini mwanafunzi mwenye maarifa yaliyokamilika hawezi kuandika matusi kwa. Bila shaka, anayeandika matusi, moja ya sababu pamoja na swala la kimaadili, lakini pia anakuwa amekosa maarifa ya msingi. Kwa juhudi zinaendelea, na nitoe wito kwa wadau wote kushirikiana katika kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata kile wanachostahiki katika taasisi za elimu. Asante.